Wanyama wengi wenye uhai walikuwa wakiishi ndani ya msitu huo. Katika msitu huo, wanyama wote waliishi kwa amani na heshima moja kwa moja. Mfalume wa msitu alikuwa ni Simba, mwenye nguvu na hekima. Alikuwa akitawala kwa haki na kuhakikisha kwamba hakuna mnyama anayedhulumiwa. Chui, mwenye mwendo wa haraka na ujanja alikuwa ni mwenye kiburi kwa wanyama wengine. Alijiona kuwa ni mwenye nguvu zaidi kuliko wanyama wengine na mara nyingi aliwadhihaki wanyama wenzake kwa kusema, mimi ni mwepesi na ni mwenye kasi zaidi kuliko yeyote. Alipiga mayowe mbele ya wanyama wengine. Siku moja Simba alimwita Chui na kumwambia, rafiki yangu, ujanja wako ni mzuri, lakini usitumie kwa dharau wenzako. Kila mmoja wetu ana nguvu zake. Chui akacheka na kusema, hakuna anayeweza kunishinda, hata wewe Simba mfalume, Simba huwezi kukimbia kama mimi. Simba alisimama na kusema kwa utulivu, kama unataka kujaribu, basi tufanye mashindano ya kukimbia, tukione ni nani anayeweza zaidi. Wanyama wote walifurahi kwa mashindano hayo. Kiboko alitangaza mashindano na sungura mwenye werevu alichagua mstari wa kuanzia mashindano hayo. Siku ya mashindano Wanyama wote walikusanyika kwa hamu. Simba na Chui walisimama katika mstari wa mwanzo. Kiboko alipiga kelele, tayari! Mashindano kuanza. Chui alitoroka kwa kasi ya umeme, akitupa mavumbi nyuma ya miguu yake. Simba alikimbia kwa nguvu na uangalifu. Kwa mara ya kwanza, Chui alikuwa mbele akijivunia kuwa atashinda, lakini baada ya muda, Chui alianza kuchoka. Mwendo wake wa haraka ulimfanya apumzike mara kwa mara. Simba, kwa upole na uimara wake, aliendelea kukimbia bila ya kusimama. Hatimaye Simba alimpita Chui na kufika kwenye mstari wa mwisho kuwa ni wa kwanza. Wanyama wote walimkaribisha Simba kwa shangwe. Chui alijisikia aibu, akamwendea Simba na kusema, samahani mfalme, nidhani kasi yangu ingenitosha, lakini umeshinda kwa ustadi wako. Simba alimwambia, rafiki yangu, kila mmoja anaweza kuwa na nguvu zake. Mimi sina kasi kama yako lakini nina uimara, wewe una uwepesi, lakini usiwe na kiburi. Tunapaswa kuwaheshimu viumbe wote. Tangu siku hiyo, chui alijifunza kuwa mnyama mwenye heshima na kushirikiana, ushirikiana na wengine. Wanyama wote wakaendelea kuishi kwa amani na furaha msituni. Kila mmoja ana vipawa vyake. Usidharau uwezo wa mwenzako.